Pale Benjamin Mkapa hayo na maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young Africans Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo, ndani ya siku tatu zijazo, pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku tatu zijazo, Mwenyezi Mungu, chakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana, kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilichobora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye Ka hapa kwa wiki hii mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi Kusababu, kwa sababu anao uzoefu wa kutosha mwalimu, ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikakwalify kwenda hatua ya makundi inshallah. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa asilimia 100. Bure mashabiki walituma maombi mapema kabisa, meseji zilikuwa nyingi kwa watu ambao tumefuatilia. Kipanga Extra leo mchana tulimsikia hapa last born anaitwa nani? Oh, eh, Kevo kivyo bwana alipiga kelele hapo kusema kwamba anamwomba JSM ahakikishe kwamba mchezo uwe bure, maana Yanga washazoea vya bure. Kwa hiyo, kwa wataingiza wa huu ni mchezo wa maamuzi, eh, wata? Wata wataingiza bure <laughs> <laughs> Utakuwa na supu nje kwanza, kabla, ah no wao bure tu, acha msiki tu bure uwanjani. Alikama, huyo hapa bwana tumepokea meseji nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young Africans Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote isipokuwa, isipokuwa. Jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataariku hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya saa mbili na nusu usiku, saa mbili na nusu usiku. Siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda, kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao, ko nikasema niwape pia na taarifa ya hawa wanakuja pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo. Wanakuja basi muda wanaokuja ni saa mbili na nusu usiku, na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Ni Ijumaa bwana, watafanya mazoezi wale ndugu zao Silver Stakers, hivi ndio chizivunga eh mm -hmm. yeah, yeah. just na anamba b mabri chizivunga mm -hmm umeshinda mbili moja. Mchakato wa Yanga kuhusu kocha uh, utakamilika ndani ya siku chache hizi, hizi. Kwa hiyo CV ni za kutosha, utamtangaza. tumejadili sana kuhusu kocha, nimefika 400 kama za Simba, zile kama za Simba? Sasa imekuwa siri, wewe, tumeambiwa tu ni nyingi

Ni, ni chanya ama ni, ni hasi ths na kwa nini ni hasi? Wajua mashabiki ni, ni. Na ukiwa na mashabiki wengi ni faida, ni uwekezaji, ni tia ambazo zina mashabiki wengi, wanaamini wana faida nyingine ambayo inaweza kaa ni mchango pia, hata kwenye kuingiza kipato, kwa kwa sababu gate collection kwasababungn ma vitu ambapo vinachangia mapato ya timu, inawezekana isiye kwa sehemu kubwa, lakini kwa kiasi huwa yanachangia. Kwa hiyo ukiwa na mashabiki wengi ambao yanga wapo nao mm. manake hawa watu utakuwa unatumia kwenye hizo kwenye matukio na mashabiki eh, kwa maana kubwa sana mashabiki, yeye sio waajiri wa timu mm. mashabiki ni wamiliki, ni, ni wawekezaji wa ambao wanatakiwa wawekeze fedha kwenye timu yao, hiyo fedha na wawekezaji ndio kwenda kiwanjani kununua jezi, kulipa za wanachama mm -hmm. faida ambayo anatakiwa ipate ni matokeo mazuri mm. kiwanjani mm. kwa hiyo kianza kuwapa bure bure mm. manake unapunguza moja mm. ya kitu kizuri ambacho bidii wa mashabiki wachangia kwa timu yao na hiyo kwa bahati mbaya kwa sababu ili swala la bure sio kwamba limekuja leo ndio mimi tayari nzipata. Baada ya mechi kuisha ile siku ya Jumamosi, kulikuwa na kikao cha dharura kazi sasa

Kama nakumbuka misimu miwili ya mwanzo Yanga ichukua bingwa Mbeya, mm, mara mbili mara mbili mfululizo kule mm. msimu wa tatu ikabidi aje kabizwe ubingwa Dar es Salaam mm. mechi yake na Tabora mm. kiingilio kwa shilingi elfu moja mm. mm. kwenda Kwe kwa kwa mm. mm. mm. wa ku, bure kwa ndio maana akaja na hii mm. na hii bure kwamba ili watu waje uwanjani, kwa ni kosa ambalo lilifanyika na nilikuwa nategemea, kwa sababu miongoni mwa viongozi ambao wameonekana ni watu tofauti wa Yanga mm. nilikuwa nategemea kwa miaka minne ambao imekaa ni miaka mi, mi, mi, mitatu mkando wa nne mm. mm. kwa, eh, kwa cheo cha urais elfu mbili na ishirini na mbili akiwa rais, kwa ni mwaka wa tatu mm ategemea anze kutafuta suluhisho ya hili tatizo, ni la bure ya la bure, ni kwa nini hawa watu wanashawishi mashabiki waje uwanjani? Lakini target ya kwanza Mb. silikuwa ni kutengeneza timu bora ambayo ina uwezo wa kushinda mataji, washafanikiwa, wameshinda sasa. Wakati timu inafanikiwa, unamfunga mtani karibu mara sita, nje ya mtani unachukua mataji mm. kwanini isitoshi hiyo kwamba iwe ni sifa ya shabiki ama kiwe kigezo mojawapo cha ja kumshawishi shabiki aje uwanjani kwa nini tumefeli pia kwenye hilo? Yani kutengeneza timu nzuri kwa kizi zangu mimi, matamasha ambayo labda mm. yamekuwa ni priority of course kwa club mm. kujaza mashabiki yeah yeye yeah, wiki mwananchi au simba day au simba day ni kweli, yani ukishatengeneza timu mm. ni cha kwanza mm, lakini sasa hawa watu washazoeshwa tangu mwanzo, yani hata kama tamasha halipo tangu kipindi hicho ambacho Yanga hata makundi afiki a watu kuna kuna hizo fever za bulebule zilikuwepo kuja kuwabadisha. Hizi ni ngumu, kwa sababu hizo wiki ya Mwananchi kuna mbili mm -hmm. uwanja ukujaa, hichi ni kipindi cha Yanga anachukua makombe. Kwa hiyo hawa watu shazoeshwa, takiwa sasa hizi anze kutafuta a watu, tunaulisha vipi wahamasike kwenda uwanjani. Lakini hauoni pia wanaohusika kujaza uwanja, mara nyingi wanatoa mikoani sio hapa Dar es Salaam, ni Yanga hiyo yani, atoke Mbea, atoke da kokoti ni Yanga mm. Yaani ndo maana nikasema macha, kuna chama moja juzi nimeona. mm. mashabiki wa Mbeya wale hawana nguvu wale wale, sio wa Yanga yani, ndo maana nikasema macha, kuna chama mmoja juzi nimeona, anasema mashabiki wa Mbeya wale hawana mm. wale wale nguvu, sio wa Yanga. Sisi wa Dar es Salaam kocha tu tunampenda, asa Yanga yani ni watu wa da peke yao wale wale, wasema aondoke huko eh, yani wale hawana nguvu, sio mashabiki wa Yanga. Lakini ndo lolote tengeneza pressure mpaka maamuzi yake kachukua vitu vya ovyo, kwa sababu hii Yanga ni sio wa Dar es Salaam peke yake mm. Hii ni timu ya nchi nzima mm. Awashabiki wapo nchi nzima mm. Kwa sababu huu muda nilikuwa naamini kabisa mm. Nice. Mm. Makamu wake mm. na wale watu wa kitengo cha habari wakina Ali Kamwe, watu wa Hamasa siua wa mm. watu mm. nchi moja, muulize media anafanyaga vitu gani? Kwa hiyo inawezekana amefanikiwa kwenye baadhi ya maeneo mengine yeah, lakini kwenye ishu ya fan base kuwageuza kuwa pesa hasa kwa kwenda uwanjani, hiyo ndio shida. Unaweza kana lounge jezi nini, wanauza nakuwaja, anapata pesa, lakini swala la kuwageuza ama, shida ya uwanjani, hiyo imekuwa ni tatizo sana. Wamekuwa kitupa figa nzuri sana kwa mfano kwenye hizi kadi za wanachama inawezekana yeah, mchezo kwa kweni wa maamuzi ndio maana ameamua kufanya hicho kitu, ama ndio ilibidi ugeuke kuwa ni faida pia kwa klabu kwa lengo la kuingiza pesa. Unajua brain ama, ama, ama, ama bosi tayari anamshika kutosha kwa hiyo No, no, hakuna hasara yoyote. Unajua brain mm. Uh, Yanga sio sio timu pekee ambayo ndio timu ya wanachama duniani mm. Zipo timu nyingi tu za wanachama, tuachane na huko Ulaya ambako tufanane nao chochote hapa mm. Hapa Afrika kuna mm. ahli mm. timu ambayo ina mfumo bora sana wa mashabiki mm. Nina rafiki yangu mmoja ambaye ni mwanafikiria, watu wengi wanamfahamu, sitaweza kumtaja mm ni mwanachama hmm. wa Ahli huwa hmm. ananieleza uh, michakato jinsi ambavyo inakuwa hmm. sababu pia uh, wanachama wao kwenye ile klabu unatofautiana kulingana hmm. na uwezo wa mtu hmm. kuna watu ambao membership, uh, fee zao ni kubwa kuliko wengine ilengayo ya kwake ni ya kawaida hmm. Lakini anakuambia hata siku moja hutonufaika katika klabu ya Ahli kutokana na wanachama wako kunufaika kwa vitu ambavyo utahitajika kunufaika navyo baada ya kutoa pesa, sinaeleweka. Mm -hmm. Yaani, utakachonufaika kwa kuwa mwanachama wa Ahli, kwa kuwa na ile kadi mm -hmm. ni kwamba utaenda kwenye kwenye ile zuu yao, ambayo kuna kuna makombe yao, utapiga picha, utaenda uwanjani, utasurvey kiwanjani, utaenda kwenye maduka yao ya je, ya, ya, ya, ya jezi zile ambazo wanakuwa na mdhamini wao, utashangaa shangaa jezi pale. Hutopewa jezi bure kwa sababu wewe ni mwanachama wa Ahli, hutowai kuingia uwanjani bure kwa sababu wewe ni mwanachama wa Ahli. Hakuna chochote kile ambacho utanufaika nacho kwa kuwa mwanachama ambacho kinahitajika fedha ili unufaike nacho, kwa sababu tuwe ni mwanachama wa Ahali, okay. kwa sababu gani, Brain? siku zote hapa tunasema kwamba utoboke kwa mm, shabiki shabiki, uh, mm, ajili mm, uh, ni, ni ya mwanachama, ni mwana, mwanachama ushabiki. Kocha hafanyi vizuri kiwanjani at the end of the day we kama hakuna namna yoyote ambapo wewe una unaisapoti una timu yako, unaweza vipi ukaongea kwamba kocha hatufai? Utakuwa tu ni kama ni mtu tu ambaye anaongea kama tu mtu wa mtaani. Lakini ukishakuwa ni mmiliki, lazima kuna namna fulani ambapo wewe unapaswa kuhusika na klabu, ili hata baadaye ukija kutoa madukuduku yako, watu wanakuwa wanakuelewa. Mi brain, sijawahi na sitowahi kufagilia hili swala la mashabiki kwenda bure. Ni Silver Strikers brain, sio Ahly, sio Kaiser Chiefs maanake kama anaanza leo kwa bure kwa, kwa na postengas, mechi za group stage ndipo watavuka nazo ziwe bure, au mechi za ligi pia ziwe bure, na na na ni mazingira ambayo tutangaza tu viingilio, mechi zote ziwe bure, of course kwa sababu si mechi zote muhimu. Yeah, zote muhimu. Eh, zote muhimu. Eh, zote muhimu. Mm. Niliposti kwenye page yangu kwamba mm, sio jambo la kawaida. Kuna watu wananiambia kwa sababu ni wanachama, mm, tunanunua brand elfu ishirini na nne, inawezekana ikawa nimewekwa ni amount fulani, ni ni, ni amount ambayo watanzania wengi wanaweza kuilipa mm. lakini sio fedha ambayo ukishailipa unabidi uweke miguu juu useme mimi kila kitu nipewe bure nimelipa hela nyingi. hmm. Ni fedha ndogo sana. Okay. na, na, na, kwenye, na, hmm. na, hiyo fedha yenyewe ukiangalia kwenye kwenye kwenye fedha kwenye uh, fedha ambazo zinaingia ndani ya ngafi kasi inaweza ikawa ndio amount ndogo ya fedha ambayo inachangiwa kwenye club tofauti na na wadhamini wengine na na, na mfadhili mwenyewe ambaye yupo ndani ya club. hmm. Kisha tunaamini siku zote mashabiki kazi yao ndani ya club. hmm. Ni, cha kwanza ni, ni, ni, ni, ni kuisupporti timu mm financially na yani, kwenye support team kwenye, kwenye kila hali economically, socially kila kwenye kila hali. Unaisupoti vipi timu economically? Ni wajibu wako yani, wewe ukiwa shabiki mm. ni lazima, ni wajibu wako kwenda uwanjani mm. na kulipia kwa sababu si chanzo cha mapato cha klabu yako. Okay. Kwa hiyo kama unawazoesha brain mashabiki kwenda uwanjani mm. bure pasina kulipa hela. Nitakukumbusha hapa mechi ya MC Alger dhidi ya Young Africans. Washabiki kwanza walienda ulenga kiingilio. Walienda wachache na hao wachache walioenda hawakuwa wanafanya chochote. Yaani mimi naweza nikasema moja ya sababu iliyowafanya Young Africans wakakosa goli kwenye mechi dhidi ya MC Alger ni hawa mashabiki ambao walikuwa hapo uwanjani. Wako okay, kimya. Msajigwe. Usikie hapa Mesa anachozungumzia. Uh, baada ya hii bure Mm. Tunarudi kwenye utaratibu wa viingilio ambavyo unahitaji ununue tiketi mm. uingie ndani yeah, wale watu inawezekana tusiwaone tena. Yes, mimi nimesema ni tutarudi tena tuanze kuwalaumu ama ndo utaratibu ambao inabidi wa wautangaze tu kwamba msimu huu Young Africans mechi zake zote ni bure, kwa maana ndako mwanzo, ukinisikiza mimi, siwagusi hata mashabiki kuwa laumu mm. na viongozi kwa sababu hawa ndo takiwa tatutatiz mm. i yani, kama hii mechi mmewekewa bure mm kesho kesho kutwa mm. unatafuta labda kwenda robo fainali ukimwekea mm. kiingilio hataunamwonea e. mm. lakini hiyo bure ambayo tunaizungumzia hao mashabiki huwa wanakuja natimiza wajibu wao ama ndio tunashangilia tobo chenga kanzu nini mm. zile nini yani sasa hapo kwenye kushangilia tunatofautiana mm. kulikuwa tamaduni mm. sisi hatuwezi kuwa mashabiki wa wida kwamba tushangilie mechi zima mm. tuna matukio yetu sisi tunataka tujaze tuwasi. Tujisifu, ama tumtambie mtani, kuna ule umati wote fursini, hata mm. kama watu wawashangilii kama mashabiki labda widadi au waraja wa mm. kuna namna ambapo pia una, una, una, ni hamasa mm. e, na mkiwa wengi pia mm. kadri ya matukio yanavyotokea uwanjani mm. kuna kee zina kuwepo mm.